Habari, mtazamaji wa sanduku la habari, tukiwa katika viwanja hivi vya Benjamin Mkapa ambapo tunaweza kuona wote timu ya Simba ikiwa imezuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Na unaona hapa, ni majira ya usiku, timu ya Simba imezuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Na kwa mujibu wa sheria, timu yoyote ikiwa ipo ugenini inaruhusiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, inaruhusiwa, lakini hii imekataliwa kwa upande wa Simba, na wanasema sijui ni meneja, sijui ni mabouncer wa Yanga au ni wana Yanga waliohusika na tukio hili la kuweza kuwazuia hawa wachezaji kufanya mazoezi katika sehemu hii, na kama unavyoweza kuona mtazamaji, basi la Simba linaamua kugeuza na kurudi. Of course haya mambo tumeyazoea, mengi vurugu za hapa na pale kwa timu hizi mbili, endapo ikiwa ni dabi ya Kariakoo tumezoea sana kuyaona, lakini hili ni tukio ambalo ni nadra sana kutokea, tukio la kuzuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa mpira, hasa timu ambayo ikiwa ipo ugenini na siku moja kuelekea mchezo na mtazamaji endelea kufuatilia chaneli hii ya sanduku la habari, tuangalie mpaka mwisho nini kinajiri zaidi. Na habari iliyokuja hivi punde, Simba imeweza kuandika barua ambayo ni taarifa kwa umma ikisema kuwa haitoweza kushiriki mchezo wa siku ya leo. Simba kabisa wamegoma kushiriki mchezo kwa siku ya leo kwa sababu ya figisu walizoweza kufanyiwa, ndiyo maana wamegoma kushiriki mchezo wa siku ya leo. Hiyo ndio taarifa iliyotolewa kwa umma, nitaweka barua yake hapo, mtaweza kuona taarifa iliyotolewa kwa umma. Nini kinaendelea zaidi? Usiache kufuatilia, fuatilia, nitakujuza zaidi, nitakujuza kile kitakachoendelea na nini kitajiri huko katika viwanja vya Benjamin Mkapa. Karibu sana.